Lakini nichukue nafasi hii pia niwashukuru washukuru wazee wote kwa kutenga muda kwa kukubali na kuja leo hii siku ya kushiriki kwenye jambo hili. Sio vitu kidogo, tunajua heka heka na mwili tena, miaka ikishakuwa imesogea, uh, kuinuka hivi ni tabu, lakini mkasema hapana, tunaenda kuzungumza juu ya amani, tunaenda kuzungumza juu ya mama yetu Tanzania, wacha tuinuke kwa sababu jambo linatuhusu, twende tukashiriki. Hongereni sana sana sana kwa kukubali kuja siku ya leo, hongereni sana. Na mimi niseme, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kikao hiki, maazimio haya yaliyowasilishwa hapa nimeyapokea na nitaenda kwenye utekelezaji. Kile la kuwa na siku kabla ya uchaguzi ya kuliombea taifa, itaenda kuliratibu vizuri na nitaenda kumshirikisha bosi wangu wa mkoa mkuu wetu wa mkoa kaka yetu Albert Chalamila, ambao wengi najua mnamfahamu, sisi tunamfahamu jamani. Kwa hiyo nitaenda nimshirikishe, ili tulifanya kwenye ngazi ya kimkoa huu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo nashukuru kwa kwa nashukuru kwa kikao hiki, lakini pia nashukuru kwa maazimio haya mazuri yaliotoka kwa wazee tena waliokuwa hapa kwenye nchi hii kwa miaka yote wameshuhudia serikali hizi zote sita kabla ya uhuru na jitihada nyingi za kuendelea kuimarisha amani hii ya Tanzania. Kwa hiyo nimeyapokea haya kwa mikono miwili na tutaenda tuyatekeleze ipasavyo. Lakini tumbie na dakika chache, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sote tusafiri na mimi kwa dakika moja, dakika moja tu. Cha kwanza, jana kuna jambo kubwa limetokea la kiulimwengu pale Misri kwenye mji wa Aisham tumeona rais wa Marekani akisimamia utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya nchi ya Israeli na Hamas pale Palestina. <coughs> na ile vita ilianza tarehe saba mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na tatu Ni vita ya miaka miwili hivi imepita na ilikuwa naangalia kwenye kwenye vyombo vya habari, wamekuwa wakionyesha sana Al Jazeera, CNN, BBC, lakini hata na TV zetu hapa ndani wameonyesha sana. Kabla ya mwaka kabla ya tarehe saba, kabla tuseme, hii vita haijaingia Gaza, kwa mfano, kulikuwa na misikiti mingi kweli, na watu walikuwa na nafasi mzuri sana ya kwenda kuabudu, na kulikuwa na makanisa pale watu walikuwa wanaenda kuabudu, lakini vita iliyotokea leo hii Gaza, hakuna kitu kinaonekana, hakipo. Hakuna msikiti, hakuna kanisa, hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna barabara, hakuna kisima cha maji, hakuna ni vumbi, ni vumbi. Kufuatilia taarifa pia Wizara ya Afya inayosimamiwa na Hamas watu elfu sitini na saba sitini na saba elfu wamepoteza maisha katika kipindi cha miaka mingi. Wengi wao ni wanawake na watoto na wazee ndio wanaopoteza maisha pale. Leo hii tunashukuru sana Mungu kwa jitihada hizi, amani ya eneo lile sasa, na Middle East, na Middle East pengine itaimarika, watu watakuwa na amani, waendelee na maisha. Kwa hiyo hakuna Kwenda kanisani, kwenda kanisani, kwenda kanisani hapakuwa, kwenda msikitini, nafasi hiyo haikuwepo kwa sababu amani imetoweka kwenye maeneo yake. Lakini pia tuangalia kwenye maeneo yetu haya karibu, hapa majuzi tulisikia, na bado hapajatulia, nchi yetu jirani na sisi tumepakana nayo, nchi ya Kongo DRC, mji wa Goma na Kivu, kuna kundi linaitwa M23. M23 wameingia pale sasa unajiuliza ni serikali gani ambayo iko hapa? Tunaambiwa watu wengi pia wamepoteza maisha kwenye eneo hili, lakini uende na hapa, imeelezwa nchi kama Libya ambayo tunaambiwa kijana kipindi hicho akitaka kuoa, serikali inakupa mahali uende ukaoa. Sio hivyo jamaa, tumesikia alafu unajengewa na nyumba ya kuishi wewe na mke wako sasa wale Waislamu kama mimi, sasa ndio wangeongeza wapili, sijui naynaiviwa mahali na kujengewa nyumba yingine. Lakini leo hii Libya haina utulivu hata kidogo. Ni shida ni historia ni maumivu ni majuto makubwa. Kiangalia nchi ya Sudan, na hapa pia imezungumza ni nchi yenye rasilimali nyingi mno, hasa mafuta ambayo ndio kichocheo kikubwa cha uchumi kwenye mataifa ambayo yana rasilimali ya namna na hiyo. Leo hii ni vita, hamna pa kwenda, hamna pa shule, hamna chakula, hamna chochote kile, ni tabu. Tumekuwa na majirani zetu hapa, Msumbiji wenyewe ni mashahidi, majuzi tu kumekuwa na shida hizi nyingi. Lakini hata hapa kwetu, mimi pengine niseme kipindi hicho mwaka 78 na 79 nilikuwa na nyonye, kwa hiyo siwezi kujielezea vizuri. Najua wako hapa akina samlonda akina wadabida walikuwa vijana wenye nguvu, waliona shida ambayo sisi tulikuwa nayo katika kipindi cha miaka miwili sabini na nane sabini na tisa Tanzania yetu Tanzania yetu <tabu> tulipokuwa na mgogoro na majirani zetu hapo wa Uganda, kipindi hicho Idi Amin Dada ndio akiwa ana, ana, ni rais wa pale wa Uganda miaka ya themanini na mbili themanini na tatu themanini na nne saa hiyo mimi kidogo nimeanza kuwa na akili. Na ukumbuka unga wa yanga na wali kwa kutumia machekeche yale wanachekecha hivi, alafu ndio unapikwa wali. Wazee nafikiri mtakao nakumbuka vizuri, na mchele wa mbundiko, nimekumbushwa hapa tulifunzwa kutengeneza maandaki na nini tukiwa wadogo kabisa, namna tu tukajificha. Hiyo ndio madhara ya amani ikitoweka. Kwa mimi nishukuru kwanza kauli mbiu hii ya kwenu na kitukio hiki ambacho leo mmekiweka, Tanzania yetu amani kwanza. Pasipokuwa na amani, hakuna kitu kitakachofanyika, kingine hakipo hakipo. Kwa ukimwona mtu anaibuka tu na kuanza kuchezea kufanya mzaa, mzaa na amani ya kwetu hii ya Tanzania ambayo ni kimbilio kwa miaka mingi, tupinge, tukatae, tukatae kabisa, tusikubali kuruhusu hivi. Na leo hii tarehe kumi na nne tuna miaka ishirini na sita ya kumbukizi ya Baba Taifa tukitaka kumwenzi vizuri baba wa taifa, tukitaka kuimarisha vizuri amani ya nchi yetu hii ya Tanzania, mimi niwaombe sana wazee wazee wa Kinondoni, sisi wenyewe tuendelee ku kuwa wa mfano, kuwa wa mfano, kuhakikisha tunaendelea kuwa wazalendo, kuipenda nchi yetu ya Tanzania, tena uzalendo wa dhati kabisa ule lakini pia sisi wazee waze wangu, ni waombe tukatae, tukatae wote wote wenye kuchochea vurugu, wote wenye kutaka kuwatalisha kufanya mchezo na amani yetu ya Tanzania, tusiwape nafasi hata kidogo, tusiwape nafasi. Wanaanzaga tu vitu vidogo vidogo, na tuseme vichocheo au sababu za kuvurugika kwa amani zipo nyingi, sitaki kuzizungumza hapa, lakini maeneo haya mengi ambayo tumeaona hata hii ya kote mwaka sabini na nane chanzo chake kikubwa sio ni, ni siasa tu, siasa tu zile za hovyo, sio za kutaka kuimarisha umoja na mshikamano, sio za kuimarisha ushindani, sio za kuimarisha uchumi na maendeleo na ustawi wa wananchi ni zile siasa za kuchonganisha, kuchonganisha watu kwa dini, kuchonganisha watu kwa rika, kuchonganisha watu kwa jinsia, kuchonganisha watu kwa ukanda. Mimi ni waoga wazee, wenyewe mmekuwa mashahidi wa faida kubwa ya amani ya nchi yetu. Tukatai wote wote iwe kichocheo cha aina yoyote, hili tujitenge nao na tukemee tukemee kabisa kabisa, kwa sauti kubwa kwamba hatukubaliani na uchochezi wa aina yoyote. Kama kuna siasa, weka hoja hapo mbele. Watanzania si wanaelewa? Si tumekuwa na vyama vingi kutoka mwaka tisini na mbili, si hivyo wazangu? Eh, sasa kwa nini tuanze kusema huyu ni wa kule? Hivi tuanze kutaka kuingia kwenye shida hapa? Balimbali kwao, tukemee wale wote ambao wanataka kuhatarisha amani na utulivu wetu wa Tanzania, iwe husuda ya nje, iwe husuda ya ndani, iwe kujiondoa ufahamu, tukatae hawa wote, kwa sababu Tanzania yetu bado ni kisiwa cha amani na nchi ambayo tunajivunia. Na kwa kweli, kwa serikali hii, nchi yetu imeendelea kupiga hatua sana sana kiuchumi. Takwimu zinaonyesha katika kipindi cha miaka minne hii uchumi umetoka kwa asilimia nne sasa uko kwenye asilimia sita unakuwa kila siku. Sisi ambao tunasimamia masuala ya ulinzi na amani tunajua nchi hii ilivyokuwa na fursa nyingi. Majuzi, kwa wale ambao wametoka Tandale, tulifanya operation ndogo sana maeneo ya ya Tandale pale ya kutafuta wahamiaji haramu wameingia hapa isivyo kufuata taratibu za kisheria. Tandale tu peke yake kama kata, tulikamata vijana wa kutoka Malawi na Msumbiji themanini maeneo haya. Tulipouliza mnafanya nini, wanasema tunafuata, kwa kweli Tanzania kuna utulivu, hakuna ubaguzi, unaenda kwa muislamu unakula, unaenda kwa mkristo unakula. Yani tunashangaa hapa wenzetu, yani mbona mnaishi namna hii? lakini tunafuata hapa, tunaona kuna kazi nyingi zipo kazi gani? Wanasema kazi za ndani hizi, za kufyatua matofali, za ujenzi, ujenzi, za kufanya biashara hapa na pale, ndio kazi wakuwa wanazifanya. Lakini vijana wetu wanaona kama kuna fursa hiyo, wanaona hiyo, hawaoni ni kutaka kuingia kwenye, kwenye ulevi, madawa ya kulevya, wizi na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini serikali hii ya Dr. Samia serikali hii ya Tanzania hii imeendelea kujipambanua mno. Wewe nenda nchi zingine, nenda Kameruni, nenda Ghana, nenda hizi nchi zingine hizi, alafu urudi hapa Tanzania, uone barabara zilivyo fananisha na barabara zingine, ona elimu ilivyo, fananisha na elimu ya Tanzania, ona huduma za afya, alafu urudi hapa kwetu uone jinsi ilivyo. Tujivunie nchi yetu, ndugu zangu wazee, tujivunie nchi yetu ya Tanzania na tuendelee kuipenda sana Tanzania hii, kwa sababu kwanza hatuna nchi nyingine, lakini bado serikali yetu inaendelea kufanya vizuri sana, kuleta maendeleo, kuimarisha ustawi, kuimarisha umoja wa sisi wa Tanzania, Tanzania yetu. Kwa hiyo leo hii tunapomkumbuka Baba wa Taifa, ambaye imeelezwa hapa vizuri juu ya jitihada mbali ya kuleta uhuru wa Tanzania lakini nakuleta uhuru kwa manchi mengine, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tuendelee, tuendelee. Na kama hapa ambapo wenzangu wamezungumza hapo, kesho kutwa tuna uchaguzi mkuu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Mimi niwaombe sana wazee wa wilaya ya Kinondoni, tuendelee tujitokeza kwa wingi kwa wingi saa moja asubuhi tuwe kwenye mistari tukapige kura tuchague viongozi bora, viongozi ambao wataendelea kuimarisha amani ya nchi yetu hii, ambao wataendelea kufanya uchumi wa Tanzania ukue na maendeleo na ustawi wetu, lakini wataendelea kutufanya sisi Watanzania tuendelee kuwa kitu kimoja. Wale watu wanaosema tunataka kutetelesha hii, mmemsikiliza hapa kamanda hapa, kama kuna kipindi ambacho tuko imara kwa ajili ya kuhakikisha wana Wanakinondoni wako salama wao na mali zao, ni kipindi hiki, ni kipindi hiki kwetu. Hakishie kabisa kabisa, uchaguzi huu utapita salama, hakutakuwa na vurugu ya aina yoyote. Hakutakuwa na mtu wa kutuvuruga hata, hata kuwepo na wakithubutu, wakithubutu kwa kweli, tutachukua hatua kali za kisheria kabisa. Kweli tumie nafasi hii pia kuwaomba sana sana sana wazee wangu ambao, unajua, wengi mmeshiriki kwenye chaguzi nyingi, kuanzia kile za chama kimoja mpaka tulipoingia uchaguzi wa vyama vingi ni waombe sana tarehe 29, tujitokeze kwa wingi, tukachague viongozi bora, ili tuendelee sisi Tanzania ikiwa kitu kimoja, ikiwa nchi moja yenye amani na utulivu. Tukachague Tanzania ambayo viongozi wake wataendelea kutuletea maendeleo kwenye elimu, kwenye afya na huduma nyingine mbalimbali kama ambavyo tumeona serikali yetu hii hasa hii awamu ya sita imeendelea kujinasibu vilivyo kabisa kuhakikisha huduma za jamii uchumi na maendeleo kwa ujumla wake yanapatikana. Tanzania yetu amani kwanza, amani kwanza. Tanzania yetu, Tanzania yetu. Amani kwanza. Kwa hiyo niwaombe niwaombe sana, sana sana na kesho kutwa tarehe ishirini na moja utakuwa na mkutano hapa maeneo ya Biafra, hapo hapo Leaders, hapa viwanja vya Leaders. Dr Samia kipenzi chetu atakuja hapo viwanja vya Leaders. Alifanya mkutano pale viwanja vya Tanganyika Packers, sasa hivi anakuja mkutano huu atafanyia hapa viwanja vya vya Leaders. Mimi nitumie nafasi hii ili twende tukachague viongozi vizuri tarehe ishirini na tisa. Tuendelea kufuatilia mikutano hii ya kampeni ya wagombea mbalimbali wa udiwani wa ubunge na rais. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuwaomba na kuwasisitiza na kuwapa taarifa kwamba kutakuwa na mikutano hii inaendelea, basi na yenyewe twende tukasikiliza, tuka sera, tukasikiliza mipango mbalimbali kwenye mikutano hii ili tunapoenda kwenye uchaguzi tukiwa tunajua ni kiongozi gani tunaenda kumchagua, ambayo kweli atabeba maono ya Tanzania, atabeba mipango yetu ata, wapi anatupeleka huyo kiongozi. Tanzania hoye! Kinondoni hoye! Kwa hiyo nitumie nafasi hii nirudie tena kuwashukuru sana nyote kwa kuacha tenga muda wenu kuacha shughuli mbalimbali na kuja hapa siku ya leo, na mimi ni haidi hiyo meza si tu kwamba tutafanya dua kabla ya tarehe 29 naona kuna haja, nimesikiliza pale dada yangu mama yangu pale ziada amesema, huu ni mtoko, huu tena mtoko mzuri huo. Jamani, mtoko sio mtoko. Wazee wangu, mtoko sio mtoko. Wangapi wanataka tuwe na mtoko tena kama huu, hata baada ya uchaguzi? Wazee hoye, mtoko hoye! Basi wapigia makofu mengi sana waandaaji wa huyu mtoko wao. Kwa hiyo tutajipanga vizuri, angalau kwa mwaka tuwe na mitoko kama hii miwili kwa ajili ya wasanii, na kwenye mitoko hiyo tutaenda tuwe tutazungumza pengine na yeye ili nijifunze vizuri, tutaitengeneza kidogo kwa aina yake tu, angalau na michezo michezo, hivi tukasema, pingine tufukuze kuku, pingine tukimbie kidogo, pingine turukeruke kidogo, halafu baada ya hapo tunazungumza kidogo, tunakumbushana mawili matatu na tunaendelea. Wangapi wako tayari hiyo metoka inam? Wote kabisa. Basi hilo pia niombe liongezewe kwenye azimio pale, na mimi nitalibeba hilo pia kwamba tuwe na metoka ya namna hiyo mingi kwa ajili ya wazee wetu. Kwa nihitimishe kwa kuwaomba sana, kwa kuwasisitiza, na kwa kuwahamasisha wazee wangu, tarehe ishirini na tisa tuendeni mapema tukashiriki kuchagua viongozi, tukapige kura ya kuchagua rais, ya kuchagua mbunge, ya kuchagua diwani. Wangapi wako tayari kwenda kushiriki uchaguzi tarehe 29? Tunyosha mikono juu. Nyosha mikono juu, vizuri. Nyosha mikono juu, vizuri. Nyosha mikono, vizuri, vizuri. Tanzania oye Wazee ni hazina ya taifa. Kwa sababu gani wazee? Yaani, kumbukizi hii mimi nikitaka kuielewa vizuri, lazima nipitie kwenye vitabu nipitie kwenye vitabu, lakini hawa wameishi nayo kuna watu wamekwepo kabla hatujapata uhuru, yeye kuielezea historia Tanzania, wazeli ya Tanzania ni vizuri. Kwa hiyo niombe pia wazee mtulee vizuri vijana wenu, mtuelekeze na mwendelee kutusimamia vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania yetu. Basi mimi nawashukuru na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana na nasema kongamano limefungwa rasmi.